Stefano Aziz Ki ni mmoja kati ya wachezaji ambao pia walikwisha kukitumikia kikosi cha Yanga lakini pia kwa sasa hivi yuko na klabu ya Wydad Casablanca. Sasa taarifa zinasema kwamba uwezekano wa Aziz Ki kurudi tena Yanga ni mkubwa mkubwa kweli kweli kwa kipindi hiki, kwa sababu ikumbukwe kwamba matakwa ya Wydad Casablanca kuweza kumsajili Aziz Ki kwa kipindi hiki ilikuwa ni tunajua kabisa Wydad waliweza kushiriki kombe la dunia kwa ngazi ya virabu. Sasa na Wydad ilikuwa ni moja kati ya timu ambayo pia iliweza kushiriki na imeweza kupigwa mechi zote ambazo ameweza kucheza na Aziz Ki amekuwa ni mmoja kati ya wachezaji ambao pia wameshawahi ku, ku, kucheza katika mechi hizo ingaliyakuwa ni dakika chache, lakini ameweza kucheza. Sasa taarifa zinasema kuwa kwamba e, Aziz Ki bado ana nafasi ya kuweza kurejea Yanga. Aziz Ki alijiunga na Wydad Casablanca e, kwa mkopo mfupi wenye kipengele cha kununuliwa mazima Ka, kabla ya tarehe kumi ya mwezi wa saba, mwaka 2025 kwa hiyo sasa taarifa za mchezaji huyu ilikuwa kwamba kabla ya tarehe b e, anaweza kujiunga tena na Yanga kutokana na e, taarifa za kuweza kuuzwa kwa mkopo mfupi ambao pia e, klabu ya Wydad Casablanca inaweza kumchukua ili tu iweze kushiriki e, mashindano hayo ya klabu e, ya, klabu ya kombe la dunia kwa ngazi ya vilabu. Sasa makubaliano ya Yanga na Wydad ni kulipwa pesa ya usajili wa Aziz Ki, signing fee ambayo ni shilingi bilioni moja na laki saba kabla ya tarehe kumi mwezi wa saba mwaka elfu mbili na ishirini na tano la sivyo Aziz Ki atarejea nchini kuendelea kukisakata katika klabu ya Dar es Salaam Young Africans. So Wydad na Aziz Ki pia walihitajiana sana kuweza kuelekea FIFA Club World Cup. Hivyo ikabidi kiweke kipengele cha e, kulipa pesa hiyo kabla ya tarehe kumi endapo wataridhika na kiwango chake, basi watamchukua. Kisheria Aziz Ki bado ni mchezaji wa Yanga, ndio maana bado hawajaondoa profile na au hata yeye mwenyewe pia bado hajaondoa profile ya Yanga katika ukurasa wake wa Instagram, unless Wydad wamalizane wa na Yanga kabla ya Julai kumi. Sasa stori ya Aziz Ki ni kwamba amejiunga na klabu ya Wydad ili kuweza kusaidia kikosi hicho licha ya timu hiyo kuweza kumtaka eh, lakini mkataba wake pia umekuwa una namna mbili ya kwamba eh, endapo kama Wydad wataridhishwa na kiwango chake, basi watamsajili eh, Aziz Ki aweze kuendelea kusalia pale pale eh, Morocco kwa mashetani wekundu tunazoweza kusema hivyo, lakini pia eh, endapo kama hawataridhishwa eh, na kipaji chake au na mchezaji huyu Stefani Aziz Ki ana uwezo wa kurudi tena Yanga kwa sign fee ya shilingi bilioni moja na laki saba ambayo pia wali, waliweza kukubaliana kwamba eh, kabla ya kufika tarehe kumi ya mwezi wa saba bwana eh, wao wameshakwisha kuikamilisha and then wanaweza akawa mchezaji halali kabisa wa kikosi cha Yanga kutokea kule Burkina Faso mchezaji huyu, na ndio maana hata ukipita kwenye page yake ya Instagram bado hajafuta kitu chochote ambacho kinahusiana na Yanga, na bado ameacha pale profile yake inasoma kabisa kwamba ni mchezaji halali kabisa wa Dar es Salaam Young Africans. So E, matumaini ni makubwa kabisa kwa klabu ya Yanga, lakini pia mashabiki wa Yanga wamehisi kabisa kwamba Aziz Ki anaweza karudi tena Yanga kwa sababu e, performance ambayo amekwisha kuionyesha kule e, sio ile ambayo pia Wydad waliweza kuitarajia kwa sababu pia ameweza kupata dakika chache za kuweza kucheza. So tutegemee kwamba Aziz Ki ataweza kurudi katika ligi kuu ya NBC hapa hapa Tanzania au itakuwaje? Kwa sababu ikumbuke kwamba Aziz Ki alikuwa e, na miaka um, mitatu ya ya mkataba wake kutokea pale Yanga na alikuwa amekwisha kutumikia mwaka mmoja kama si miwili, so alikuwa bado na mkataba na Yanga. So kama ataweza kukamilisha mkataba huo na Wydad wakakubaliana naye, basi ataweza kutimkia huko na kuweza kuendelea kukipiga katika timu ya Wydad Casablanca. Eh, lakini mpaka sasa hivi bado yuko huko na tunategemea kuweza kusikiliza nini ambacho kitaendelea, ikiwa ni mwishoni kabisa mwa misimu na msimu mikia imesha kuisha kuisha, usajili unaweza kuanza na kuweza kutamatika kwa baadhi ya timu kutokea hapa Tanzania, lakini pia eh, nje ya mipaka ya Tanzania. Drop comment yako hapo, Aziz Ki vipi, arudi huku Tanzania? Kwa sababu tunajua kabisa mke wake pia ni raia wa Tanzania. Watu wengi bado wanatamani mshikaji aweze kuendelea kusalia hapa hapa e bana nchini. Drop comment yako hapo, subscribe channel yetu